Ndugu Fildaus Mohamed Abdalla, mwenyekiti wa chipukizi mkoa wa Mtwara, sisi chipukizi la Masasi, kwa niaba ya chipukizi wenzetu tunaomba tukufishe taji kwa sheria, amani na upendo. Karibu na ujisikie upo nyumbani. Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni ziara ya mwenyekiti wa chipukizi kwa mkoa huu wa Mtwara, Fildausi Mohamed Abdalla aliyoifanya kwa siku ya leo kwa wilaya ya Nanyumbu na Masasi kwa lengo la kuzungumza na chipukizi wenzake na kuwakumbusha majukumu yao ikiwemo suala zima la kuhudhuria masomo shuleni. Sambamba na hilo mwenyekiti huyo ametoa na kukabidhi vifaa mbalimbali vya shule kwa wahitaji ikiwemo daftari, rula Peni, bila kusahau pamoja na kalamu, lakini pia ametumia nafasi hiyo kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuitunza amani ya nchi hii ya Tanzania. Yako mbele yenu ni Fildaus Mohamed Abdallah ndiye mwenyekiti wa chipukizi mkoa wa Mtwara. Lengo la kuja hapa ni kuwasalimia watoto wenzangu na kuongea na nyinyi machache sisi, sisi watoto wazazi wanatutegemea na taifa pia linatutegemea. Tunatakiwa kusoma kwa bidii, ili tuweze kutimiza ndoto zetu za baadaye. Hauwezi bila elimu, huwezi kuwa mbunge, huwezi kuwa rais, huwezi kuwa daktari, huwezi kuwa mwalimu. Amani, nawaomba dada zetu, kaka zetu na baba zetu waweze kulinda amani kwa ajili yetu sisi watoto, kwa sababu bila amani hatuwezi kwenda shule, hatuwezi kusoma, hatuwezi kucheza, hatuwezi kwenda madrasa, hatuwezi kwenda makanisa pia. Pia na nawasii, mpende kusoma kama mimi napenda kusoma, napenda kwenda shule nipo darasa la sita na na wakati. Wakati. Kwa hiyo pendeni kusoma pia napenda kumshukuru rais wetu mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kudumisha upendo, mshikamano na amani katika taifa letu Mwenyezi Mungu amlinde na ampe afya njema Amin. Pia nimekuja na zawadi ndogo, madaftari kalamu na kadhalika. Sambamba na hilo, baadhi ya wazazi na wanafunzi ambao pia walinufaika na vifaa hivyo vya shule wametoa pongezi kwa mwenyekiti ku, huyo kwa kuwajali haswa kuelekea kufunguliwa kwa shule kwa wiki ijayo hapa nchini. Selimani ni kazi wa Mangaka, Kilimaniewa shule ya Lidede na ndio ninakoishi au kijiji cha Kilimaniwa cha, cha, cha nashukuru na, na sana kwa mwenyekiti ambaye alioleta hizo zawadi. Ninashukuru sana kwa sababu mimi mwenyewe ninasomesha au wazazi tunasomesha kwa kwa, kwa kwa maana zingine kwa umesi kidogo tulizokitaka kuziandaa ametupunguzia mwenyekiti. Pia na mimi kama mzazi namshukuru huyo mwenyekiti wa mwenyekiti. Kwa majina naitwa Imani Selemani Molam, ni mwenyekiti wa chipukizi wilaya ya Masasi. Leo tunaye furaha kubwa kumpokea mwenyekiti wa chipukizi mkoa wa Mtwara. Amefanya riaza yake kuja hapa Masasi, ziara yake kuja hapa Masasi kuja kutusihi vitu mbalimbali kama elimu, tusiache elimu, tuendelee kusoma. Pia tumetoa shida zetu mbalimbali kuhusu sale chipukizi wangu ana sale, amesema atashughulikia. Nafurahi sana kwa kuja Masasi, kuja kutuona vijana wake na kuja kutusihi mambo mbalimbali. Kwa majina naitwa Hans Constantino mwenyekiti msaidizi wa chipukizi nayo flow kwa kumpokea mwenyekiti wa chipukizi mkoa. Ametuahidi kwamba atatuletea uniformu, ametugeea zawadi madaftari, peni, penseli. Ametuhamasisha vitu vingi tue, tusome, tusiwe watukutu, tuheshimu wazazi, nasi hatuna budi tunavifuata. Ametuahidi kutushoneni unifomu, atazileta. Asanteni. Huu ni mwendelezo wa ziara ya mwenyekiti wa chipukizi kwa mkoa huu wa Mtwara, ambapo kwa siku ya kesho atakwepo wilaya ya Newala na wilaya ya Tandahimba, zote ni za mkoa huu wa Mtwara. Mimi la ziada anaitwa Faruku Ngonyani, na hii ni Faruku Online TV bye bye.